Habari na karibu, ndugu mpenzi mtazamaji wa Daily Online TV. Uko nami mtangazaji wako Emmanuel Mayor, Dubai. Rais wa Mmoja wa Falme za Kiarabu, Mheshimiwa Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, alikutana na waziri mkuu wa Slovakia Robert Fico katika kasri la al kasri al shati huko Abu Dhabi kujadili kuimarisha ushirikiano wa wa pande mbili katika sekta za uchumi, biashara, nishati mbadala, ubunifu, teknolojia na utamaduni mazungumzo hayo yanalenga kuendeleza maslahi ya pamoja na maendeleo endelevu. Baada ya kongamano la polisi wa Dubai lililoitwa silaha za moto katika ushahidi wa kisayansi, wataalamu wa eneo hilo wametoa wito wa kuanzishwa kwa jukwaa la kidijitali litakalounganisha maabara za uchunguzi wa kisayansi katika ukanda wa Ghuba. Hatua hiyo inalenga kuongeza ushirikiano mafunzo na utambuzi wa silaha. Meja Jenerali Ahmed Thani bin Galita alisema mpango huo unaonyesha dhamira ya polisi wa Dubai katika kuendeleza mbinu za kisasa na zenye msingi wa sayansi katika upelelezi wa jinai. Habari za biashara. Mamlaka ya umeme na maji ya Dubai, DEWA, imepanua ushirikiano wake na kampuni ya IBM ili kuboresha mageuzi ya kidijitali, akili bandia AI na usalama wa mtandao. Mkurugenzi mtendaji wa DEWA, Mheshimiwa Said Mohamed Al Tayer alikutana na Anna Paula de Jesus Assis, makamu wa raisi mwandamizi wa IBM na mwenyekiti wa eneo la Ulaya Mashariki ya Kati na Afrika IMEA, kujadili juhudi za pamoja za kusaidia ajenda ya kiuchumi ya Dubai D33. Habari za kimataifa. Kiongozi wa mapinduzi nchini Madagascar Kanali Michael Randrianirina amemteua mfanyabiashara Herintsalama Rajaonarivelo kuwa waziri mkuu mpya wa taifa hilo siku ya Jumatatu. Randrianirina aliapishwa kuwa rais siku ya Ijumaa baada ya kutoa madaraka kufuatia maandamano makubwa yaliyoongozwa na vijana waliomsukuma mtangulizi wake kujiuzulu. Jeshi la Myanmar limesema limewakamata zaidi ya watu 2000 katika msako uliofanywa katika kituo cha KK Park maarufu kwa matapeli kilicho kwa mpakani mwa Thailand, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali. Kwa haya na zaidi tembelea ya tovuti yetu ya www.dailytimes.ae. Uwe na wakati mwema.